Mwili yoyote isitoke hapa. Very good. Ulikuwa waabia, mwili mwiliyoyote isitoke hapa. Elizabeth Aoga, Jacqueline Jagi na Jacqueline Owino wanaangaziwa kwa madai ya kufanikisha kuondolewa kwa mwili kinyume cha sheria kutoka makafani mwaka jana. Mashahidi leo walifika mahakamani kutoa ushahidi wao katika kesi ambao watatu wao walishtakiwa tarehe 14 mwezi Februari mwaka huu sasa yeye hawezi enda kutolewa ile receipt ya pale bili, sababu ukiangalia hata jina yake zika mpaka kwa system utapata kuna bili ni amelipa. Na angekuwa amelipa bill bado system itaonyesha hiyo bili imeshalipwa imeshali. Wa kwanza kizimbani alikuwa Benard Malala mkuu wa usalama katika hospitali hiyo, ambaye alimweleza hakimu Ben Makehubi kwamba watatu wao walitoa taarifa za uongo kwa mlinzi aliyekuwa kwenye zamu, wakidai mwili huo ni wa mtoto mchanga, lakini ni wa mtu mzima. Wakati nilikuwa pale kwa CCTV nikaangalia, hao wenye walikuwa hapa jana, wenye niliambia walipe bil ndio hao wenye wameshatoa mwili sasa, mimi kukuja ndio akani confuse wanasema ilikuwa ya mtoto, lakini hao wenyewe. Wakati wa kuojiwa na upande wa utetezi, Malala alitakiwa kueleza iwapo alitoa picha za CCTV mahakamani na kwa nini afisa hospitali hiyo wa kushughulikia malipo wa kuandika hilo. Do you have anything to show that any of these people signed a release? Release. Mtu yote anaweza za release, na ulizi mtu mwenye alikuwa ana ficha mwili na amerudi, alikuwa amerudi sasa, amekuja na mtu mwingine, mumemwingi investigate? Kwa hii case, kwa hii case kama mshahidi. Yes, mumemwingi investigate Ako kwa hii kesi, kama mshahidi na tuwezi ongelea kesi yake. Wauguzi wawili wa hospitali hiyo Masindila na Roslin Chesang, ambao pia walitoa ushahidi wao, walieleza mahakama kuwa pindi baada ya kukabidhi maiti hiyo kwenye chumba cha kuhifadhia maiti, kazi yao ilikuwa imekamilika. and then the patient died during my shift also on 24th

Hata hivyo Ndila alisema licha ya kuweka jina kwenye mwili huo kabla ya kuukabidhi, alishangaa kubaini kuwekwa kwa jina jipya ambalo ni tofauti na mwandiko wake. Shahidi wa mwisho wa afisa aliyeshughulikia malipo alieleza mahakama kuwa jambo la kutia shaka lilitokea ambapo mtu fulani alirudisha faili la marehemu kwa daktari kwa kisiri. Do you have any record in court today showing that This is the person who picked the file? Like a book. You yeah. can show the court. Yeah. Kesi hiyo itaendelea tarehe 16 Julai. Mashahidi wengine wanne wanatarajiwa kutoa ushahidi wao. Ruth Wamboi Darubini.